Nazungumzia kutushauri tusinywe pombe na hasa wakina mama wajawazito. Tunawashukuruni sana, ni kweli wakati mwingine hizi pombe zinatuharibu, lakini pia nimefurahi leo hawa vijana hawa na wananchi wote wamejaa kwenye michezo hii leo. Usigekuwa na huu mchezo, wenda nusu yao wangekuwa wamekunywa pombe, mama wanakunywaga lakini kupitia mchezo huu mmewafanya wengi wasinywe pombe. Haidhuru kama matilia watakuwa hawajapenda sana, kwa sababu nawapunguzia hesabu yao, lakini mmetusaidia. Naomba niwahakikishie kama serikali ya wilaya ya Bahi tunawaunga sana mkono, tutaendelea kushirikiana na nyinyi kwa sababu mnatusaidia kwa maana watoto wetu wapate elimu. Bahi Makulu hoye! na tabia mbalimbali za kifamilia, lakini pia tabia moja wapo inaweza kuwa ni magomvi ya familia, kati ya baba na mama mjamzito. Baba unapokuwa unampiga mama mjamzito, kitatokea nini? Unamwathiri mtoto moja kwa moja akiwa tumboni, na mwisho wa siku anapozaa mtoto mwenye ulemavu, baba unatokea unakimbia, unasema ni laana, kumbe umesahau wewe ulisababisha akafanya nini, akapata ulemavu. Lakini sababu nyingine kabla ya kuzaliwa pia mama akiwa mjamzito kutumia pombe kupita kiasi. Mheshimiwa, natamani sana kampeni ya kupunguza matumizi ya pombe kwa mama wajawazito ingetungiwa sheria ndogo ndogo, mama mjamzito akikutwa kwenye kilabu cha pombe, adhabu kubwa inaweza ikachukuliwa. Ili... limewapa, limewaamsha wazazi wenye watoto walemavu kujua kwamba kumbe mtoto mlemavu hapasi kukatiwa tamaa. Inawezekana kwa kwa jitihada za wadau na serikali, mtoto mlemavu akasaidiwa na kuwa mtu mwenye thamani ndani ya jamii. Kwa hiyo wazazi wamepata uelewa huo wa kutosha na ni uelewa mkubwa sana, lakini cha pili imejenga sasa, imejenga, imeweka hamasa kwa wazazi kuhamasika kusomesha watoto shule, lakini kupitia hii michezo